Hello habari, karibu tena katika chaneli yetu ya Wsabo Clinic, naitwa Dr. Jimmy ana, leo nitakusogezea faida za mziwaziwa ambayo tunasema kitaalamu inaitwa asthma plant, ambayo ni mmea maarufu ambao unatumika katika kutibu magonjwa mara nyingi ya mfumo wa hewa, ndio maana mara nyingi inaitwa asthma plant. Sasa wengi wamekuwa wakatuuliza ah, ni faida gani ambazo utazipata kwa kutumia asthma Aplanti. Faida namba moja ambayo utaipata kwa kutumia mziwa ziwa, inatibu asma au inatibu pumu. Kama una mtoto wako ana changamoto ya pumu, basi yale majani yake yang'owe na utengeneze dawa ya asili, unaweza ukayachemsha, akatumia glasi moja asubuhi, glasi moja mchana na glasi moja jioni, itaweza kuondokana changamoto ya asma. Lakini pia inatibu kikohozi, kupumua kwa shida na kushindwa kupumua moja kwa moja. Kwa hiyo kama una shida shida ya kupumua moja kwa moja, basi tumia amea wa mziwa ziwa. Lakini pia ni kupunguza uchochezi wa mapafu. Kama una changamoto haya mapafu, inasaidia kupunguza maumivu ya mapafu na uchochezi unaosababishwa na matatizo ya pumu kama bronchitis. Lakini pia ana changamoto zote zinazotokea kwenye mfumo, uh, wa, uh, mfumo wa hewa. Lakini faida nyingine inasaidia kupunguza kikohozi. Kama hauna kikohozi, hauna changamoto ya kikohozi, una changamoto ya mafua, basi tumia asthma plant au mti mmea wa mziwaziwa utaweza kusaidia. Ha, kuondosha hiyo changamoto lakini pia inasaidia katika matatizo ya kinga ya mwili. Matatizo ya kinga ya mwili, matatizo ya kinga ya mwili au changamoto ha, ya kinga, ha, ya mwili basi huwa inatibu maambukizi na inatumika katika maambukizi yoyote, ha, ya njia ha, ya hewa. Kwa hiyo kama unatumia mziwaziwa basi inasaidia katika maambukizi au matatizo ya ya kinga ha, ya mwili. Kwa hiyo, kama una changamoto zozote au maambukizi ambayo yanatokea bakteria na virus Abasi, mziwa ziwa ni mti mmoja ambao, mmoja mmojawapo ambao unatakiwa kutumia, lakini pia inasaidia afya ya moyo, kama una changamoto uh, ya moyo, una changamoto ya kupunguza shinikizo la damu lakini pia madhara ya shinikizo la damu, basi tumia mziwaziwa au asma plant itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia inatibu changamoto ya tumbo, kama una changamoto ya maumivu ya tumbo, una changamoto ya gesi, lakini pia una changamoto ya kiungulia, maumivu makali ya tumbo ambayo yanasababishwa na vidonda vya tumbo na acid reflux, basi hakikisha unatumia mmea huu wa mziwaziwa ili kuweza kuondokana na hiyo changamoto ya matumbo. Lakini pia inalinda azidi ya madhara ya mionzi. Kuna watu ambao wameathirika na madhara ya mionzi, naweza kulinda seli za mwili na kutokana madhara ya mionzi na radikali a, radikali huru ambayo tunasema ni free radical. Lakini pia inasaidia kutibu malaria. Kama una mtu una malaria a malaria sugu ambayo mara nyingi umeshatumia dawa a, lakini changamoto inarudi pale pale, basi tumia mziwa ziwa utaweza kukusaidia kuondokana au kuondosha changamoto hiyo. Faida nyingine inasaidia katika matatizo ya meno na fizi. Kama una changamoto a, ya meno na fizi, basi inaondoa yale maambukizi ya bakteria ambayo yanatokea kwenye kinywa na fizi na maumivu ya, ya, ya meno moja kwa moja. Kwa hiyo tutatakiwa kutumia uh, asma plant au mziwaziwa kwa ajili ya kuondosha uh, hizo uh, changamoto. Kwa hiyo hizo ndo baadhi ya faida za kutumia mti wa mziwaziwa. Lakini pia uh, kama una bawasiri una bawasiri ya nje na ndani, basi tumia mziwaziwa pia. Kwenye video ambazo zimepita, tumeshaelezea namna ya kutumia mziwaziwa kutibu bawasiri uh, ya nje na ndani. Ni dawa moja uh, nzuri sana lakini pia kwa wale wenye changamoto kwa ya changamoto za wanawake za kutobeba ujauzito, za homoni kuvurugika, za chango la uzazi, endometriosis, uvimbe kwenye kizazi PID, UTI, basi tumia a, a, mziwaziwa. Ni mzuri kwa ajili ya kuimarisha hizo a, changamoto mara nyingi a, a, kwa wale ambao ni wajawazito na wanyonyesha, basi usitumie mea huu kwa sababu madhara yake ni makubwa makubwa makubwa sana.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 zozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.